Nakwambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu akisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia wa watu wake. Unaweza ukampigia Yesu tena makofi ya sifa. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nashukuru viongozi hapa. Unatakiwa uwe huru maana tuko salama. Uwe huru maana tuko salama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na sisi tumelileta neno la Mungu, tumeleta habari njema za Mungu habari njema za ufalme, habari njema za Mungu aliye hai, huyu anayetupa kupumua, huyu aliyetupa macho, huyu aliyetupa masikio, ndio tumemleta mahali hapa. Haleluya. Bibi anasema mm. Siku moja Yesu alikuwa anatembea akitangaza habari za ufalme wa Mungu. Wakati anaenda, akaingia katika Kapernaum napita akakutana mtu mmoja, yule mtu alikuwa na mgonjwa, wakamwambia yule bwana, akaogopa kumwendea Yesu. Alijua thamani ya Yesu Kristo, alijua nguvu iliyomo ndani ya Yesu. Kwa hiyo alichokifanya akatuma wazee wa kanisa au wale wazee waliokuwa wanamzunguka, maana huyu alikuwa ni bosi, akamwambia, mwambieni Yesu kaa huku nyumbani kwangu kuna mgonjwa. Wakaenda wakamwambia Yesu, ndugu yetu huyu hapa ana mgonjwa. Walipomweleza, walipomweleza Yesu, Yesu akasema huyu mtu, kwa nini achacha hapo, lakini huyu mtu anahitaji aponyewe, mtu mtu wake. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu ametujengea sinagogi, huyu mtu ametujengea kanisa, unatakiwa mponye mtu wake. Yesu akasema tangu saa ile, yule mtu ay msimat, akafunguliwa Amen. Wneul Naini mm. ule, si, Amen. Amen. Ule, mm. ule mji, mji, mji alikuwa na mtu mmoja mjane aliyefiwa na mume wake, na sasa alibaki na mtoto mmoja ndiye aliyeachiwa na mume wake ay

kule kuna kabila mbili za nguvu sana. Lakini waliwahi kugombana miaka ya tisini na kitu. Sasa wakati ya hawa kati ya sisi na wale sasa, akawa nakuja mmoja wapo wa kabila. Alipofika yule bwana, kulikuwa na yani, walikuwa ni wanawake, huyu ni mwanamke na yule mwanamke. Sasa mimi nimesimama na mwanamume wa mwanamke ambaye yuko pale, yule mwingine akana lingine wakati anasogea, yule huyo aliyekaa mke wa yule rafiki yake, kwa sababu si kabila moja, na yule mtu yule akamwangalia, akamuona huyu, akamjua ni kwamba ni, ni upinzani. Wakati anapita alimsubitu, akapita. Alivyomaliza kupita huyu, ambaye sisi mimi, huyo kijana mke wake rafiki, ndo huyo rafiki yangu, akatema mati, anatema mati amepitia huyu. Unaona sasa nini kiburi, wanadamu wamejia kiburi, anaona mwenzake sio thamani, anamwona sio kitu. Ukitaka kujua, ngoja nikuonyeshe mwanadamu, mwanadamu sio kitu chochote mbele mm za Mungu sio kitu. Ukitaka kujua, we bana, sasa haja ndogo isitoke siku nne haja ndogo ikome siku nne tu Ona anaanza kusumbua watu, unabadilika rangi ragi, unakuwa buluu, na watu na watu watu, yaani hawana namna hapo. Ndipo naza kujua Mungu ni wa thamani.